Mnamo karne ya 15 katika miaka ya 1400, pembezoni mwa fukwe za Afrika, upepo wa bahari uliowapepea wa Afrika na kustarehe tena, huku wakifurahia kuona miti inavyoyumba kwa maringo. Ndege nao hawakuwa nyuma, waliendelea kuranda huku na kule, wakiyapamba mawingu yaliyopendeza kwa rangi yake ya bluu upepo ule wa fukwe haukuja na raha tu, bali uliambatana na majahazi yaliyobeba roho za kikatili za wazungu. Ni majahazi hayo yakatia nanga katika fukwe za Afrika, na hapa ndipo wanahistoria wanatofautiana juu ya swala la maendeleo ndani ya Afrika. Baadhi ya wanahistoria wanadai kuwa Afrika haikuwa na maendeleo ya aina yoyote na maendeleo yao yalikuja baada ya ujio wa wazungu. Ingawa baadhi ya wanahistoria pia wanahoja wakieleza kuwa Afrika ilikuwa na maendeleo mengi kabla ya ujio wa wazungu, lakini leo utaangazia pande zote mbili, nawe utafakari kwa kina kwamba upande upi upo sahihi. Je, ni kweli Afrika haikuwa na maendeleo kabla ya ujio wa wazungu ama wazungu waliyakuta maendeleo ya Afrika? Tukianza na mitazamo ya Ulaya juu ya mitazamo yao ya Afrika, wakidai kabla ya wazungu Afrika haikuwa na maendeleo, na wakatoa madai yafuatayo. Wanasema jamii za Afrika hazikuwa na historia zao wenyewe kabla ya wazungu, hivyo wanasema pia historia ya Afrika imeanza kujulikana baada ya ujio wa wazungu. Lakini pia wakaja na hoja wakisema jamii ya Kiafrika haikuwa na mpango wowote wa maendeleo, Waafrika walikuwa wajinga tu na hawakuwa na mpango wowote wa kimaisha hadi wazungu walipokuja. Walidai pia jumuiya za Kiafrika kabla ya ukoloni zilikuwa tuli, zisizo na tabaka na hazibadiliki. Waafrika hawakujua chochote kuhusu mazingira yao hadi wazungu walipokuja na kurekebisha kila kitu. Mwisho wakadai Bara la Afrika lilikuwa bara la giza, ilikuwa halijulikani. Afrika tulikuwa na utamaduni duni. Na hizi ni miongoni mwa hoja zao muhimu juu ya mtazamo wao kwa Afrika. Kwa hakika walifanikiwa kwa kiasi kikubwa katika kudumaza akili za Waafrika na kuwafumba macho kabisa, mpaka utasikia kijana wa Kiafrika anasema eti ni bora ningezaliwa mbwa Ulaya kuliko mtu Afrika. Lakini leo tutawarudisha nyuma na kuibua mengi yaliyojificha ndani ya historia ya Afrika. Once upon a time, wanahistoria hawa wanaibuka na hoja za kweli, na huku wakiwasisitiza wanahistoria wenye mitazamo ya kimagharibi kwamba nitazamo yao si lolote bali ni imani potofu, na kuwa jamii za Kiafrika hazikuwa tuli bali zilibadilika na kuendelea kutoka hatua moja hadi nyingine kila siku. Isipokuwa mifumo yao ya kikoloni ndiyo iliyoleta maafa makubwa na kusababisha kutoendelea kwa Afrika, na ushahidi wao ulikuwa kama ifuatavyo. Kwanza, mabadiliko katika mifumo ya uzalishaji. Ikumbukwe kuwa jamii za Kiafrika kabla ya ukoloni zilipitia njia tofauti za uzalishaji. Tena wakati wa ujio wa wakoloni, jamii chache zilikuwa katika mfumo wa ujamaa huko nyingi zikiwa tayari katika mfumo wa ukabaila. Hivyo huu ni ushahidi tosha unaothibitisha kuwa jamii za Kiafrika zilikuwa zinabadilika kutoka hatua moja hadi nyingine. Pili, mifumo ya kibiashara, waafrika walianza kubadilishana bidhaa kwa bidhaa Mfano, trans-saharan trade iliyokuwa ikifanywa na watu wa Afrika ya magharibi na Afrika Kaskazini. Biashara hizo zilihusisha masafa marefu ambayo ilifanywa kati ya makabila kama Wayao, Wakamba na hata Wanyamwezi. Kuwepo kwa biashara hizi kunathibitisha pia kwamba jamii za kiafrika hazikusimama kabla ya ujio wa koloni. Lakini pia mifumo ya kiimani kwa Afrika kabla ya ukoloni, walikuwa na imani zao za jadi ambazo walirithi kutoka kwa mababu. Lakini pia kama haitoshi, ushawishi wa Waarabu kwa baadhi ya wa Waafrika ukapelekea kuwa wakaikubali dini ya Kiislamu, na hata ujio wa wazungu ulipojaribu kuleta ukristo wao walikataa. Lakini pia Waafrika waliweza kugundua moto na chuma katika zama za kati za mawe. Waafrika waliweza kugundua moto ambao waliweza kuutumia katika shughuli za kuandaa chakula na pia kujilinda dhidi ya wanyama wakali. Lakini pia chuma kilisaidia zaidi katika kuyajenga makazi yao ya kudumu na kuendeleza shughuli za kilimo. Kama haitoshi, kabla ya ujio wa wazungu wa Afrika tulikuwa na maendeleo katika sekta ya viwanda vya ufundi wa mikono. Jamii nyingi za Afrika kabla ya ujio wa koloni zilikuwa na teknolojia ya ufundi wa mikono, kwa mfano kufua vyuma, uchimbaji wa madini, kutengeneza vyungu, samani pamoja na vikapu. Lakini pia kulikuwa na viwanda vikubwa vya nguo katika miji mikubwa kama vile Moroko, Mali na Nigeria. Hivyo inathibitisha kuwa Afrika ilikuwa na maendeleo kabla ya wazungu. Kabla ya ujio wa wazungu wa Afrika tuliweza kujikita katika shughuli mbalimbali za kilimo na uzalishaji wa mazao lakini pia Waafrika tulikuwa na teknolojia kubwa za kuwashangaza hata wao wenyewe wazungu. Kwa mfano, kujengwa kwa piramidi katika mji ya Misri inawashangaza wazungu mpaka leo. Mainjinia wakubwa wanashangaa iliwezekana vipi waafrika kujenga zile piramidi kubwa ndani ya Misri. Hivyo inathibitisha kwamba wao wenyewe walikuta maendeleo ndani ya Afrika lakini Waafrika tuliweza kujitibu kwa kutumia miti shamba. Hii inachukuliwa kama sayansi ya tiba na dawa. Waafrika tuliweza kujitibu kwa kutumia miti shamba mbalimbali, kwa hakika ilitufanya tuwe na nguvu zaidi kuliko hata madawa yao yaliyoletwa na wazungu wenyewe. Kama haitoshi, waafrika tuliweza kufanya safari za majini kabla ya ujio wa wazungu. Waafrika waliweza kufanya safari kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hii ilithibitisha kuwa na teknolojia kubwa ya majini katika karne ile ile ya 15, miaka ya, ya 1400 kabla ya ujiwa wa wazungu ndani ya Afrika. Ifahamike kuwa chuo kikuu cha Timbuktu kule Mali pamoja na chuo kikuu cha Azhar kutokea Misri ndipo palipokuwa kitovu cha elimu ulimwenguni kote, hivyo hata baadhi ya wa wasomi wa kizungu walikuja kuchukua elimu katika chuo kikuu cha Timbuktu na Azhar kule nchini Misri. Hii itosha kuthibitisha kuwa Afrika tulikuwa na maendeleo kabla ya wazungu. Kwa hakika Afrika tulipiga hatua kubwa kabla yao na hata ujio wao ndio uliokuja kudumaza maendeleo ya Afrika. Je, yapi maoni yako? Kweli unaamini Afrika haikuendelea kabla ya ukoloni, ama wazungu waliyakuta maendeleo Afrika? Tuachie maoni yako katika comment. Langu jina ni Isma Rashid. Usisahau kusubscribe, kulike na kutuachia maoni yako katika comment, lakini pia unaweza kutembelea mitandao yangu ya kijamii official underscore Rubeya. Asante sana, hadi wakati mwingine tena, chao.